Kitabu cha hekima ya Suleman sura ya saba na ya nane. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro, niko Arusha nchini Tanzania na kukaribisha mno katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Unaweza ukaungana na sisi pale YouTube na Facebook zinazofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Utapata nafasi ya kusoma na sisi kwa pamoja neno la Mungu. Programu hii au vipindi hivi ni vipindi ambavyo vimekuja kukuongezea uamsho binafsi wa usomaji wa neno, maana neno ni chakula cha uzima. Tusali, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, ambao Baba unatupa kibali kuweza kuungana watoto wako kwajili ya kusoma neno lako. Tunanyenyekea kwako, kwa e Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu, kwa uaminifu wako na upendo wako mkubwa, utusamee dhambi zetu na utupe neema ya kusoma neno lako na kulielewa. Sauti ya Mungu itokote ndani yetu, ili sote tuendelee kutiwa uzima na kufanywa imara katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Wapendwa, ninaomba sasa tuweze kuungana. Kumbuka ni kitabu cha Hekima Sulemani, ile sura ya saba na ya nane. Sura ya saba. Mimi mwenyewe ni mwanadamu sawa na watu wote, mzao wake aliyezaliwa kutoka mavumbini, mtu wa kwanza aliyeumbwa, na ndani ya tumbo la mama yangu nikafanyizwa mwili katika muda wa miezi kumi nikatungishwa katika damu kwa mbegu ya kibinadamu, mnamo upendezi wa kitandani. Mimi nami nilipozaliwa nalivuta pumzi sawa na wengine, nikaanguka juu ya nchi yenye asili moja, nami na sauti ya kwanza niliyoitoa ilikuwa kilio kama watu wote nikalelewa nikavikwa mavazi ya kitoto, nikatunzwa kwa uangalifu, maana hakuna mfalme aliyekuwa na mwanzo mwingine. Watu wote huingia maishani kwa njia moja, na wote hutoka kwa njia moja. Kwa sababu hiyo naliomba nikapewa ufahamu, nalimwita Mungu nikajiliwa na roho ya hekima Naliichagua kuliko fimbo za enzi na viti vya enzi, wala mali sikudhani kuwa ni kitu ikilinganishwa nayo, na wala sikuifananisha na kito cha thamani, mradi dhahabu yote ya nchi ni kama mchanga kidogo mbele yake, na fedha itahesabiwa kama udongo naliipenda kupita afya njema na uzuri wa sura, hata zaidi ya nuru nikataka kuwa nayo, kwa maana mwangaza wake haufifii kamwe. Na pamoja nayo nikajiliwa na mema yote jamii, na mikononi mwake mali isiyoweza kuhesabika. Nami nikayafurahia hayo yote kwa sababu hekima ni kiongozi wake, ingawa sijajua ya kama yeye ndiye aliyezaa. Kama mimi nilivyojifunza pasipo hila, vivyo hivyo nawashirikisha watu pasipo choyo. Mimi sifichi utajiri wake, maana yeye amekuwa hazina kwa wanadamu isiyowaishia nao, wale watuma... waitumiao hujipatia urafiki na Mungu, wamesifiwa mbele zake kwa ajili ya karama zinazopatikana kwa malezi. Lakini mimi, Mungu anijalie kunena kwa akili na kuwaza mawazo mazuri yastahilio yale niliyokwisha kujaliwa kwa kuwa yeye mwenyewe ndiye kiongozi na hekima, naye huwarudi wao walio na hekima. Kwa maana tumo mikononi mwake sisi na maneno yetu na ufahamu wote na ujuzi wote na ufundi kadha wa kadha, madhali yeye mwenyewe alinipa kujua sahihi mambo yaliyoko huluka ya ulimwengu na maungamanisho ya maumbile yake, mianzo ya nyakati na miisho yake, na katikati zake, zama za vituo vya jua na mabadiliko ya majira, mafuatano ya miaka na makundi ya nyota, asili ya viumbe hai ukali wa hayawani, mashindo ya dhoruba na mawazo ya binadamu, umbalimbali wa mimea na matumizi ya mizizi yake, mambo yote yaliyo ya siri na yaliyo dhahiri nalijifunza, kwa kuwa yeye aliyeyaratibisha yote pia alinifundisha, yaani hekima mradi ndani yake mna roho ya uelekevu takatifu, ya kipekee, wenye namna mbalimbali, iliyoerevuka, nyepesi kuenea, dhahiri, kusema safi, wazi, isiyoharibika, ya kupenda wema, hodari, bila kuzuiwa yenye ukarimu, ya kupenda wanadamu, thabiti, amini, bila mashaka, yenye nguvu, yenye kuangalia mambo yake na kuingiliana na roho zote zilizo na welekevu, zilizo safi, zilizoerevuka sana, kwa sababu hekima huenda upesi kila upande hata kupita mwendo wake. Naam, huenea kote kote katika mambo yote, na kupenya ndani yake kwa ajili ya usafi wake. Maana ndivyo pumzi ya uwezo wa Mungu na miminiko na kawa la utukufu wake Mwenyezi, hivyo vyo, hivyo lolote lililo najisi haliwezi kuingia ndani yake. Ndivyo mwangaza kutoka kwa nuru ya milele na kioo kisicho na mawaa cha kutenda kwake Mungu na mfano wa wema wake, nayo ni moja, ina uwezo wa kutenda yote, hujikalia uweza kuisha yote, na tangu kizazi hata kizazi huwaingilia Roho Takatifu wafanya wanadamu kuwa rafiki za Mungu na manabii. Maana Mungu humpenda yeye tu akaaye na hekima. Marini kuliko jua, hekima hupita makundi ya nyota. Ikilinganishwa na nuru huonekana ya kuwa imezidi mradi baada ya nuru ya mchana hutafuta usiku, bali juu ya hekima hakuna ovu lishindalo. Hekima huenea kwa nguvu nyingi toka pembe hii hata pembe hii ya dunia na kuyaratibisha mambo yote kwa jinsi ya kufaa. Sura ya nane. Hekima huenea kwa nguvu nyingi toka pembe hii hata pembe hii ya dunia na kuyaratibisha mambo yote kwa jinsi ya kufaa. Ndivyo nilivyoipenda tangu ujana wangu na kuitafuta tafuta, nikatamani kujichukulia hiyo mitha, mithili ya bibi harusi. Nikawa na shauku ya uzuri wake huona fahari juu ya uungwana wake, kwa sababu hupewa kukaa na Mungu, naye Bwana mfalme wa wote ameipenda mradi. Hufunuliwa maarifa ya Mungu na kumchu kumchagulia matendo yake. Hata ikiwa mali ni kitu cha kutamaniwa katika maisha haya, utajiri ni nini kuliko hekima iendeshayo mambo yote, na ikiwa busara ndiyo itendayo kazi, yu nani aliye fundi wa kazi zote zilizopo kupita hekima? Kama mtu akipenda haki, basi matunda ya kazi ya hekima ni adabu, maana huwafundisha watu kiasi na ufahamu na haki na ushujaa wala hakuna mambo ya kuwafaa zaidi ya maisha na hata mtu akiwa anatamani kuelewa na maarifa mengi ya malimwengu, hekima hujua mambo ya kale na kumaizi mambo yajayo, hufahamu mambo ya fumbo na kufumbua vitendawili, hutangulia kutambua ishara na maajabu na matokeo ya majira na nyakati. Basi nalikusudia kujichukulia hiyo, ikae nami nikijua ya kwamba itaniletea mawazo mema kwa mashauri yake, na faraja nzuri wakati wa masumbufu na huzuni. Kwa ajili yake nitatukuzwa katika makutano na kuheshimiwa machoni pa wazee. Ingawa ni kijana, nitaonekana kama mwelekevu nitoapo hukumu, na mbele ya wafalme nitapewa staa. Nikinyamaa wataningojea, nikifumbua midomo yangu watanisikiliza, nikiongeza kunena, watautia mkono kinywani. Kwa ajili yake nitajaliwa kupata sifa ya milele na kuachia wanifuatao kumbukumbu -kumbu la daima. Nitatawala watu na mataifa, watanitumiki, watatumikishwa chini yangu. Wafalme wa kutisha wataniogopa kwa kusikia habari zangu za, na miongoni mwa watu wangu litajionyesha kuwa mtawala stadi na hodari wa vita. Niingiapo nyumbani mwangu, nitastarehe pamoja nayo, yaani kuzung... kuzungumza nayo si uchungu, wala kukaa nayo si gamu, bali ni furaha na changamko. Basi na litafakari mambo hayo, nikafikiri moyoni mwangu ya kama kutokuharibika kuna mahusiana na hekima na urafiki wake unao ukunjufu wa moyo, na kazi ya mikono yake zaleta mahali isiyopungua, zaleta mali isiyopungua, na kuzungumza nayo kwa bidii ni ufahamu, na kupatana na maneno yake huongeza heshima. Hivyo nalizunguka nikitafuta tafuta jinsi ya kujichukulia hiyo. Nami nalikuwa mtoto mwenye adabu, nikajaliwa roho mwema; walakini afadhali tuseme, nikiwa mwema naliingia katika mwili mzuri. Lakini nalitambua ya kwamba siwezi kuwa na hekima nisipopewa na Mungu. Naam, tena hata kujua ni nani atoaye neema ni kazi ya ufahamu. Basi nalimwomba Bwana na kumsihi, na kwa moyo wangu wote nalimwambia.